Aliwahi kuvikwa taji la kidosho wa Tanzania. Ni mwigizaji na ni mtayarishi mkuu pia. Yaani, Wema Sepetu ana vilemba kadhaa wa kadhaa kwa hivyo tulinyanyua guu kwenda kuonana na mwanamke huyu anayebadilisha kabisa sura ya fani yake, Wema Sepetu. Wema Sepetu ni mwanamke wa umri wa miaka 25, mnyenyekevu, mm, sana, mrembo, naam. Kuna mengi kihakika kumhusu Wema Sepetu, bila shaka yeye ni kati ya watu maarufu zaidi nchini Tanzania. well, the Um, uh... kuvikwa taji la kidoshwa Tanzania kulifurahisha sana . Ingawa mara nyingine ilikuwa inaudhi wanahabari wengi kunyapia nyapia ishu zangu, na hilo kwangu halikuwa jambo la kawaida katu. Lakini pia kulikuwa na upande wake wa kuvutia, kulichangamsha watu, walilazimika wanitupie jicho kila mara ninapotoka kwenda kujiburudisha. Hali hiyo ilikuwa nzuri sana kwangu, kwa sababu mimi mwenyewe napenda kuangaziwaangaziwa na watu, wanaponifuatilia najisikia murwa kabisa. Na tangu hapo maisha yake yamejituka hadhi ya mtu mtajika mno. The late. Marehemu Steven Kanumba ndiye alinishika mkono akaniongoza kwenye uigizaji. Tulipokuwa wapenzi, siku moja alinihoji kama naweza kuigiza, je, unaweza kujiliza? Nikamjibu eti ni bubujiko na machozi tu bure bilashi? Hapana, haiyumkiniki. Nitatiririkwa vipi na machozi tu pasi na chanzo cha kueleweka? Akaniambia si hivyo, ningependa uwe mhusika mkuu kwenye filamu yangu inayofuatia. Nikapigwa na butwa na kujawana atiati, nitaanzaje kuigiza mie? Akanisihi nijaribu tu, maana naamini ukijaribu vilivyo utamudu bila tashwishi yoyote ile. Nikasalimu amri. Kwa hivyo, siku inayofuatia akanitambulisha kwa mwajiri wake Mtitu Game, na kauli ya kwanza iliyomtoka mwajiri wake aliponiona tu ni kuwa, bila shaka wewe ndiye Dina wangu halisi. Nami nikaigiza nafasi hiyo ya Dina. Licha ya nafasi anuwai anazoigiza kwenye filamu, kuna uhondo mwingine pia unaomhusu binti huyu Wema Sepetu in my shoes ni show halisi ya maisha yangu binafsi, na nimekuwa na azma ya kutekeleza show hii tangu mwaka 2010 kwa ajili, ninavutiwa sana na Kim, nampenda sana tena sana Kim, namhusudu hasa Kim. Kwa hivyo nilipiga moyo konde nione kama nitafanikiwa kutayarisha show kama ile. Ana vielelezo vya kustajabisha vinavyotazamiwa kwa hiyo ni mambo gani yanayomghasi na kumkoroga nyongo Wema? Kama sta unatarajiwa kukubali tu chokochoko zozote, maana wanaweza kudamka tu na kuamka kueneza uvumi wowote ule utakao yota, wa utakao kuhusu Wema, kwani hamna yeyote atakayejishughulisha kuyakinisha usahihi wa taarifa hizo. Watu hawa wanapaswa kuelewa kuwa nasi tunahisia. Kwa kweli, kuna watu wa tazamia mimi nina jamaa zangu, nina wanuna wangu madada na makaka binamu zangu wachanga, na wala sitafurahia katu waone mambo ambayo singependelea wao wayaone, na istoshe ni habari za uzushi tu. Majarida nayo ndio kama hivyo. She is very challenging and she is very... na ni mshupavu sana. Naweza sema Wema ana vioja na viroja, na hivi ndiyo mkondo wa maisha yake. Anaweza kuamka leo na jambo dogo tu kwake likawa ni kubwa kufanya kazi na Wema watakiwe ni mtu ambaye ana akili ya vitu vingi, yani you need to go to school uweze kumanage Wema, uweze ukapewa sani, labda bongo fleva watano na Wema mmoja, ni makumi, chukua watano kuliko Wema Sepetu mmoja. Na ni yapi anaomvutia mno na kumrengesha kabisa? I I like like to cook. I really like to cook. cook. really Napenda kupika, napenda sana kupika. Napenda kutizama filamu, napenda kwenda saluni sana tena, napenda kumumunya chokleti, napenda kujumuika na watu ni wapendao. Naam, huo ndio utribu wangu. Anapendwa mno na wale wanaomfahamu vema.